Ndio maana anathamini kwa kuhakikisha <coughs> bado uko hai hata leo, lakini hata kuchu, kuchukua bado anakuwa anakupenda zaidi. Yesu asifiwe na Bwana alibarikiwe. Ni kujikumbusha thamani yako mbele za Mungu ya, kukumbuka thamani yako mbele za Mungu yeah. E, thamani yako haitegemeani na maoni ya watu Usijichukulie vile wanavyokuchukulia. Thamani yako mbele za Mungu haitegemeane na maoni ya watu. Watu wanaweza kukuchukulia kwa udogo, lakini Mungu anakuchukulia kwa ukubwa ule ule ambao anawachukulia wengine. Bwana Yesu asifiwe, amina. Zaburi 139:14 maandiko yanasema kwamba nitakushukuru, kwa kuwa nimeungwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Nitakushukuru okay. Kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Kuna wengine wanadharau wengine kwa sababu ya namna ambavyo wameumbwa. mia moja thelathini na tisa mstari wa kumi na nne. Kuna wengine wanakuwa wanadharau wengine. Zaburi mia moja thelathini na tisa kumi na nne nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha Mungu amekuumba kwa jinsi ya ajabu haijalishi wengine wanakuchukuliaje haijalishi wengine uzuri wanautafuta, wanautafsiri vipi wanauangaliaje wana, wana ila wewe inatakiwa ujikubali ujue wewe ni wathamani sana wewe ni wa pekee sana mbele za Mungu hata katika huu utofauti wako Mungu kwanza anapendaga utofauti, anapenda tatmana. Mungu ni, ni nadra sana kuumba watu wanaofanana. Hata mkifanana sura hamwezi kufanana roho, amina. Mm. E, hata mkifanana sura hamtafanana roho, hata mkifanana sijui nini, yaani hata mkifanana vidole Hamwezi kufanana fingerprint si ndio, si mnaelewa hivyo? Eh, mnaweza mkafanana vidole kabisa, ukawa na kidole kama changu, lakini nikiweka kidole hivi hakita kusoma wewe, kitanisoma mimi, na ukiweka pale hakita kusoma, hakita kusoma, kwamba wewe hakita hakita kusoma mimi, wewe kitakusoma wewe, na mimi kitanisoma mimi. Hata kama mikono yetu nafanyaje inafanana, kwa Mungu anapenda ukikee hapeni wote tifanali lakini, sasa watu wengine wamesha tafsiri tafsiri zao kwamba mtu akiwa hivi ndo anajulikana ni mzuri, mtu akiwa ni mwanamke ndo anaonekana ni mzuri, mtu akiwa mweupe ndo anaonekana ni mzuri, ukiwa mweusi ndo unaonekana ni mzuri. Hiyo yote inakuwa ni mitazamo. Nasema black is beauty, wengine wanasema ukiwa mweupe ndo unakuwa mzuri. Hiyo ni mitazamo ya watu kulingana na uzoefu uh, tofauti tofauti ambao wameupitia wa, lakini Mungu katika utofauti wako huo huo anakuona mzuri, ndio maana ukisoma Filipi mbili tatu hebu tuisome hiyo wa Filipi mbili tatu. Kwanza Filipi mbili tatu mbili tatu neno Mwanamungu nasema, mtu asitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amuhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya, ya wengine kila mtu anatakiwa kumwona mtu mwingine bora kuliko nafsi yake yeye mwenyewe, kumona mtu mwingine bora, mtu mwingine yeyote yule, kamwona bora kuliko wewe. Hiyo inafahamika kama pia unyenyekevu. Hiyo pia inaonesha ni kama ishara ya heshima kwa kila mtu. Na kiufupi, ni kweli kila mmoja ni kila mtu hapa ni bora kuliko mtu mwingine, lakini kwenye eneo lake amalo, na kila mmoja ana eneo lake ambalo ubora wake hauwezi kulinganishwa na wa mtu mwingine. Lakini tatizo lililoko, watu wengi tunakuwa hatujui ni sehemu gani tunaweza tukafanya kwa ubora zaidi. Kuna namna mifumo tuliikuta duniani wote inatutengeneza tuwe watu wa aina fulani. Tusiwe na uhuru wa kufikiria nje ya vile viboksi vya mifumo ambayo imewekwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Mifumo imetengenezwa itutengeneze ile watu wa aina fulani. <coughs> Ndio mambo ya siku elimu zimetengenezwa ni kwamba zipate watu watakao hudumu benki. Watakao saidia kwenye vitengo vya afya kwenye upasuaji kufanyaje kuzalisha. Mifumo imetengenezwa namna hiyo. Lakini kuna namna ukijitathmini na kujielewa ndani ya Mungu, ndio kuja kujibuiwa kwamba kuna kitu ambacho ni bora na chenye msaada kwa jamii ambacho kinaweza kikazaliwa kupitia wewe. Kila mmoja ameumbwa kwa ubora wa viwango vya juu sana, lakini anapozaliwa hapa, hivyo viwango vya juu vya ubora, kuna namna mifumo ya dunia inavipunguza. Wanakutengeneza kwanza uanze uanze kufikiria what is biology. Wana kutengeneza kwanza uanze kukaili what is chemistry, usio na uwezo wa kuanza kufikiria wewe mwenyewe vitu kwa uhuru, uanze kufikiria kuna namna ambavyo wamekutengenezea wao wenyewe mifumo. Bwana asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kwa ndio maana kwa ugumu watu wengi kujigundua. So umetengenezewa mifumo itakiwa kufanya uwe bizi kuitumikia hiyo mifumo mpaka unafukiwa sasa. So, ukajikuta mpaka unafukiwa haujajikiwa.